Unatazama Uvira News TV. Asante. Na, na, na furahi kukuona kwamba kuna watu wana, wamevalia vizuri leo na unapendeza kwanza. Asante. Naam pia Uvira News TV tumesafiri kutoka Uvira mpaka Bujumbura hapa, tuko kwenye uzuri bichi. Tunakuja kushuhudia events kubwa ambayo umeiandaa wewe. Tuambie, na uambie watu wenye kutufuata Uvira News TV ni kitu gani ambacho umekifanya na kitu gani ambacho kimekuingia mpaka kuweza kufanya kuganize kitu kikubwa kama hiki. Uh, kwanza na wasalimu wa tazamaji wote. Yeah. Pia na wasalimu nyote wa tangazaji wa Uvira News TV. Na nafurahi sana kuona mifunga safari, kutoka Uvira tu Bujumbura sio rahisi. Yeah. Kwa sababu kuna vitambulisho, kuna nauli, mambo mengi. Lani upendo ndio umetuma mnafanya hivyo. Yeah. Kitu ambacho nikasema mimi ni president awanawake wa tunaweza, Wanawake Tunaweza yeah. Wanawake Tunaweza ni timu ambayo inaunda wasanii wa kike waigizaji, ah, yeah. wa Uvira okay. Kwa kuwa msanii wa Uvira wa kike, lazima muigizaji, lazima wewe timu yako ni Wanawake Tunaweza yeah, na mimi ndio president wako. Hivyo sasa hapa kama tuko hapa ni kwa ajili ya kusherehekea deza ya timu yetu ya miaka miwili ya timu yetu, maana tulianza mwaka juzi 2023 yeah. Mwaka jana tukafikisha mwaka 2024 tukafikisha mwaka 20, 20, mmoja sasa hivi ni mwaka 2025, tunaeneza miaka miwili. Mwaka jana kueneza mwaka umoja tuli launch filamu yetu ya kwanza kabisa ambayo inaitwa kijiji chetu, inapatikana YouTube. Na mwaka huu wa pili tukasema tuweze tukafanya tena launch, bali tufanye party, ndio maana tuko hapa. na pia kwa hali moja wapo hiyo, ni mwaka mzima sasa. Labda baada ya kutoa filamu ambayo mlikuwa mlifanyia launch, na mpaka sasa hivi, je, kuna project ambayo mmeifanya katikati hapa kwenye huu mwaka mmoja? Tulifanya project yetu ya kwanza, ilikuwa mwezi wa sita mwaka jana yep. tukaiachia miezi misita ya itembee kwanza, kwanza kazi. yep. Yes, tukajipanga kwamba mwezi wa pili mm. mwaka huu yep. tutafanya ya pili project, ila tukapata tatizo kutokana na hali sintofahamu wenzetu wa Bukavu walivamiwa yep. na M23 ambayo ikatuathiri pia watu wa wa Uvira yeah. Yeah, kwa yale masasa masasa na prokoshan ambazo zilikuwa ikapelekea wasanii fulani Wanawake Tunaweza wakakimbia huku yeah. na ikatupelekea maproducer pia wakukuwa tayari kushuti kutokana na hali mm -hmm. maana simu kamera zilikuwa zinanyanganywa ovyo yeah. kwa hiyo ikatufanya tutulie sana yeah. lakini inshallah Mungu akipenda, mwezi wa 11 tunaingia location ya filamu yetu ya pili yeah. na utaratibu ambao tumejiwekea kila mwaka tutakuwa tuna project filamu mbili tuna, tunafanya ngazi na Mungu labda akibless kazi kawa sawa amani karudi kwenye nchi yetu kila kitu kikiwa poa. Je, unawaambiaje wale ma actress ambao hawajakuwa ajapata nafasi ya kuweza kuja kujiunga na nyinyi. Mimi kivyangu kama rais najua kila mwanamke ambaye anaigiza filamu mimi ndo rais wake, yuko kwenye timu. Kinachobaki ni wao kuja kuchukua vile vibali vi yes. Naza nikawaambia waje kwa sababu mtu ajuaje, wanaume wanatunyanyasa, wanaume kusema eti wapatie. Ni kweli wanaume kusema akupatie casting uwe actress principal. Unasikia vipi? Utanipa Ah, si mambo ya ya kwichi kwichi, ah, okay, okay, okay, okay. <laughs> Eh, ukikata ah. Ule ambaye hata anakubali. Ule ambaye atakubali ana kipaji. Yani hivyo ni vitu ambavyo vimefanya filamu za nyumbani kutokuwa na adhi yake hapana, mm. Kitu kimefanya filamu zisipi na adhi ni mambo matatu. Yep. Aiza mawili cha kwanza tunakosa wawekezaji mm. Filamu ni mani. Yep. Cha pili tunakosa, tunakosa wanunuaji Yep. Nikimanisha zile TV. Naona? E, tunakosa na cha tatu mashabiki hawatupokei ipasavyo okay. Wanatudharau wanataka vya nje Yep. Na cha nne nimesahau, sisi wasanii pia tunapunguza

Ya kuwapa ya. Wa, watazamaji wanachokitaka. Yep. Na hiyo iwezi kuwa ye, ye, ni, ni sababu kubwa ambayo inafanywa mpaka sasa movie za nyumbani hazifuatiliwi sana na watu wa, unaona, acha nipunguze punguze tu vitu, mtazamaji akija kuona Mbona hivi? Mm -mm. Inapunguza lazima. Kwa tukipata tu wawekezaji, ni lazima watazamaji watatupenda kwa vile vitu ambavyo tunavitaka. Na hivi sasa kwamba nyinyi wanawake wanawake mnaweza e, kwenye hiyo project wewe kama mwakilishi na mkurugenzi wa wa hiyo wa hiyo team. Mm -hmm. Unaonaje? oh, ni mbinu gani ambazo nyinyi mnazo mkazitumia kwa sababu filamu iweze kubadilika na ipande hazi ya juu iwe hazi ya kimataifa. Mimi naweza nikasema kwanza soko si tumeipata. Yep. na siwezi nikaitangaza live. Yep. Sasa hivi kwa sababu mimi mwenyewe sijafanikiwa huko. Mm-hmm. Nikifanikiwa nitawasogeza na wenzangu, Yep. ili tupanuke. Yep. Yes, kwa sababu mimi mbinu tayari nimeipata. Okay. Yeah. Je, maproducer haweze kuwa chanzo moja wapo ya kuweza kufanya filamu yenu kwa upande Uvira hiyo iweze kuwa down sana? Maproducer sio chanzo. Producer mm. anafanya kile kitu umemwambia. Yep. Producer anafanya uwezo wake a, umempa. Wanawake Tunaweza, tunaona kuna wanawake wengi sana ambao wamekuja kuhudhuria kwenye pati hii kuweza e, ku, kuambia watu wa Uvira kwa pati hii iwe fursa moja wapo ya kuwaita wengine wanawake, basi wenye kutoona Uvira News TV wajue kumbe kuna kitu, mzile modalite wafanye nini kwa sababu kujiunga kujiunga na na na na na kwa sababu kuna kuna watu watu ambao wanaweza kuwa na ile process wanatamani, lakini lakini wanahofia watafikaje, wataanzaje kuja kupata nchi uh, Wanawake Tunaweza, tunaweza wengi wanatuogopa. Kuna dada ambaye amejiunga juzi akasema kwamba alivyokuwa natusikia yeah, walimwambia ukitaka kujiunga kwenye timu lazima uwe na money, pesa utojiunga. Wale ni watu wa dola, wanakula life, hawajui wa hawana akili maboss lady, akili maboss lady ya kujenga. Sio hivyo. Alipokuja tulipompa form akasoma akashangaa sana akakuta hamna hata kitu thamani ya ya dola dola dola au dola msini, yeah, akashangaa. Kwa hiyo wasiogope, Wanawake Tunaweza tunaweza, tuko kawaida na na na na na kujiunga kwenye Wanawake Tunaweza, haina masharti. Unafika, tunakupa fomu, unasoma ukikubaliana na vile vitu unajazia afu una sign, unaacha pesa dola hizi mbele, sawa na franga 6000 ya makongomani, yeah, tayari unakuwa mwanachama na kupewa kitambulisho okay. Yani amazing sana na wanawake wote ambao wanatufuata sasa hivi Uvira News TV, basi hii ni fursa kusikia kwa mkurugenzi mwenyewe wa mwenyekiti wa Wanawake Tunaweza ambaye tunapiga naye na story. Umesikia vya kutosha, kama na wewe pia una nafasi uweze kuja kuonana nao, ni vyepesi sana. Kama utashindwa na njia, basi pitia njia ya Uvira News TV, tuandikie moja kwa moja uweze kutanana naye mkurugenzi Lady Lady Sapna, Lady Sapna. Tunaona kuna wasanii watu wengi tofauti tofauti ambao wamejinyima na kuweza kuja kuweza kusherekea pamoja nanyi wafanya filamu wanawake, hususan wanawake, unawaambia nini? Wasanii wa muziki, nimefurahi sana kwa sababu nimealika baadhi. Ningewaalika wote wangekuja, lakini nilialika baadhi, maana tuliweka idadi ya watu 30 tu na wote wameitikia. Wasanii wa... Tukiona nje, wasanii wa muziki na wa filamu wako na collaboration yep, wana supportiana, ila Uvira wasanii wa muziki wao wanatutenga, yep, wanafanya vya kwao bila sisi wa msanii wa, wa mmoja ambao atashiriki mwanaume ni mwanaume yeah. yuko katika top 3, ukitaja wasanii watatu ambao wanafanya vizuri sasa hivi, huwezi kumkosa. inaweza <laughs> <laughs> <ila stop laughs> kuwa yeah. ni sababu. Na ndugu wapenzi watazamaji wa Uvira News TV pia ni mtangazaji yeah. licha kwamba nimesahau kukujulisheni. Ndio Lady Sabna, sauti sio jua kikohozi. Watu wengi sana wamefuata kwenye radio, zamani alikuwa akipitisha kipindi cha eh, mahaba pale, vitu vingi sana pale, lakini ndio huyu sasa. Kwa wale ambao walikuwa hawajapata fursa wa Uvira News TV ni mara ya kwanza kumpokea, na tupati fursa pia kuweza kuzungumza mazuri ambayo aliyoyafanya. Pia ni mtangazaji mmoja wapo ambaye amekuza kipaji kusaidia sanaa yetu ya nyumbani kuweza kuwa hapa kidogo, na kuweza inda kufika nafasi ambayo sanaa leo imefaa nini imeweza kufikia. Lady Sapna, swali la mwisho, yes. Ili mradi tumalize watu waende kuenjoy yeah. Mbona hapa kuna kwenye actress kwa wanawake Mm -hmm. Lakini sijaona hata mama moja, mama mama eh. Yeah. Eh, hey, wa mama wapo. Hmm. Hey, ni kwa sababu wamevaa kibinti leo kuna hmm. Mama ambaye ana mtoto wake atamaliza hata university mwaka huu. Kuna mama how, wa watoto sita au makeup mama wa watoto <laughs> <laughs> usikujua, ndugu yangu. Hey, hey, leo uh, mama tumewacha nyumbani lakini wa mama wapo. Mimi mwenyewe ni mama, najua. Yes, kwa hiyo mama wapo. Yeah. Yes, na wababa pia wapo uh -huh. yeah. Sawa, Sapna, neno la mwisho watu wenye kutizama Uvira News TV waweze kunufaika na wajue furaha ambayo unayokuwa leo kuhitimisha miaka miwili kama kiongozi wa Wanawake Tunaweza. Uh, naeza nikasema kwamba nina furaha kubwa sana ya kutimiza miaka miwili yeah. tukiwa pamoja na wasichana wenzangu na mama wenzangu, sio rahisi yeah. wengi wanakuambia wanawake kwenye wako hawezi wakakaa mwaka wajagombana. Sisi leo ni miaka hii hatujagombana yeah. tuko vizuri, nafurahi sana yeah. na nafurahi kwa mkubwa wa Uvira News TV, nawambia thanks kusafiri kutoka kule tu hapa, hiyo yeah. ni kuonesha moja ya sapoti yeah, kwetu sisi, na nawapenda sana right. na nawaambia watazamaji na mashabiki mtufollow Uh, tuna mwende msubscribe channel yetu YouTube Wanawake Tunaweza, yep. Asante. Naam, Wanawake Tunaweza, Wanawake Tunaweza YouTube Wanawake Tunaweza, mitandao ya kijamii. Subscribe ili upate notification za kazi unazozifanya Uvira News TV. Kipindi ni, ni tujuze kipindi ambacho kinaendeshwa nami Abubakari Kashindi Kamwanya. Leo tuko Uvira tu Burundi, ambapo tumekuja ku survive hapa. Tuko kunako eh, inaitwa ni Uzuri Bisha, ambapo unaona white party ya wanawake tunaweza imeweza kufanyika leo. Wamehitimu miaka miwili ya uwepo katika dunia. Pia kuna baadhi ya wasanii wengi wana Licha ya hayo, tutapata nafasi pia ya kuongea nao eh, unajua game inachangamka. Unasema unapomkuta mfalme hapo ndo na nafasi ya kuweza kuongea na yeye. Basi nite Abubakar Kashindi Kamwanya, macho paka haziki. Niko nawe mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, nyuma kamera Moses Majaga yope. Asante Mbelami. Uh, nafurahi sana kuweza kukutana na wewe. Ni first time kabisa kuweza, kuweza kupiga na story na tuambie furaha yako na shauku ya kuweza kufanya kutoka Kongo kuweza kuja ku participate kwenye events kubwa hii ambayo wakina dada waliweza kuorganize eh, kwenye kikundi chao cha Wanawake Tunaweza. Uh, kwanza pia na mimi nimefurahi pia kukutana na wewe kwa siku ya leo au kufanya interview na television kama hii uh, kitu ni kitu uh, ambacho kimenifurahisha pia kitu kilichonifanya ni nije ni participate kwenye hii hi event ya hawa kinadada yeah. ni kwa sababu ya kwa support cha kwanza, unajua wanawake natakiwa kwa support. Unajua yeah. Na wakiwa na moyo wa kujituma inatakiwa watu ambao kidogo wako kwa juu mna support pia ambao wanakuja kwa chini yeah. Ni kitu cha muhimu sana e, nikaamua bora nije niwa support na pia events hii imepita, kwa sababu nywe wasanii mna mambo mengi sana ya kuweza ku, brand pia eh, event hii kwa hawa dada, naombea waishie hapa au waweze kufanya kitu gani? Ah, no waweze wakaishia hapa. Kitu cha kuwashauri ni waendelee kwa sababu Uh, mimi mwenyewe nimeonga mkono sana kwa so, sababu nasikia pia wanaandaa nani wanaandaa e, movie ambao wanataka wafanye, yeah. Mimi mwenyewe nimesema nita participate pia kwenye movie yao yeah. So ni kitu ambacho na, nataka sana kwa sababu mimi nataka sana sana ya mziki, ya, mziki, ya, ya, ya, ya Uvira yeah. Iwe na maendeleo zaidi iendelee yeah. Na asante sana ndugu wapenzi watazamaji wenye kutufuata saa hii, tulikuwa tunapiga story na Belami, Muka, lakini usitoke hapo ndugu mpenzi mtazamaji, endelea nasi ili mradi uweze kupata kuna wasanii, kuna baadhi wasanii wa manager ambao wamekuja kwenye event hii ya Wanawake Tunaweza, ni miaka miwili wanahitimisha event yao ya white party leo. Tutapiga story na watu wengi sana. Bila Muka tunasema yeah. asante. Hamna shida ndugu yangu nimefurahi sana. asante sana naam. Um, je poa kabisa naam. Um, kitambo sana bro. bila shaka siku nyingi sana na tuambie leo tumepata nafasi pia ya kuweza kuja Burundi, kuweza kupiga stori na wasanii, na leo tumekuta huko pia miongoni mwa waaliko rasmi kwenye hii event ya wanawake tunaweza. Wewe kwako, event hii umeipokeaje? Ah, event hii nimepokea vizuri sana, maana wamefanya kitu cha utofauti namaanisha kikubwa sana yeah. Yeah. Nawapa congratulations wote a waandalizi wa event ni vizuri sana, nimekubali naam. Yeah. Naam, ndugu wapenzi watazamaji, ni hapa tuko na wasanii wengi, event bado inaendelea, white party kisu ulivyoona, Niti Abubakar Kashindi Kamwanya. Hii ni kitu ambacho hakijawahi kabisa, uh, kutokea, lakini kwambia tu kuendelea ku support ya kina mama na kina dada wale ambao wanatamani kuweza kufanya uh, event zao kama hizi, mweza ku support kwa hali na mali. Wasanii walikuwa wengi, walikua event ilikuwa kali sana, lakini kwa nasi bado hazijafika mwisho, lakini tunaendelea kuwa karibu karibu kabisa. Event ndio jinsi ilivyokuwa, na vitu vita, vitamu vizuri havitakagi kuwa na haraka, but wasanii wengi sana tukianza nao hatuwezi tukawamaliza wote, ila kwa hapa endelea kuwa nasi nafurahi kukuona pia kwenye events kubwa kama hii pia, wewe ni miongoni mwa wasanii wana mitindo Uvira ambao wanajulikana sana. E, tuambie leo shauku yako ya kuweza ku participate pamoja na hawa wadada ambao wamefanya kitu kitushauki kubwa, wanawake tunaweza kutoka Kongo kuja Burundi, umefanya nini? Kwanza ni kitu cha kupongeza sababu, kwanza kitu na kufikia mpaka unaeneza mwaka Donc na walianza tu kama utani, wanawake tunaweza, wanawake wanaweza, sababu mi simo ndani, wanawake wanaweza <laughs> <Wanawake, wanawake, wanawake. laughs> na leo wanatimiza sasa mwaka mmoja nadhani. Kicha ku celebrate, sababu ide ilianza labda na mtu mmoja ikaenda kwa wawili, watatu, wanne, watano na leo wanatualika mpaka nasi tuje tuzurie tu mwaka wao mmoja ambao wameueneza. Donge, acha niwapongeze kwanza kwa hilo e, na kufuata mimi kuwa hapa ni kawaida, ni lazima niwepo sababu napenda sanaa ya kwetu, napenda maendeleo ya, ya kwetu na wao wanapambania pia maendeleo ya kwetu yeah. Kwa maana nipo hapa naam na, na President Yaro pia kwenye hii hii nafasi, tupate nafasi pia ya kuweza kuongelea eh, kitu hiki President Yaro mm. Eh, Edda Fashion kuna wakati mevuma mm. nyuma nyuma, nyuma kabla vita hazijaingia. kwamba waweza kupata mwaliko wa kuweza kwenda Cameroon kuweza kushuhudia kwa Edda Fashion, pia ni kwa miongoni mwa nyumba ambazo zilizoitwa kuweza yeah. kumpeleka modo kuweza kupeleka mitindo yake yeah. eh, kwenye hizo hawadi za Cameroon, process imeishiaje? Bo, kwanza niseme vita ilikuja ikaharibisha kila kitu yeah. Lakini bado tunapambania hilo swala sababu event yenyewe nao wameiahirisha, itakuwa kama mwaka ujao 2026 nadhani, ila palikuwa zingine bursi aikuwa tu Cameroun, palikuwa ya kwenda Paris. Sa, ilikuwa tu nikuwa tayari na kujiweka sawa, ili mtu aende sababu vigezo tayari tunavyo vya kutuma tuende tuwakilishe nchi yetu nje

Donc niseme vita ndio ilichange ili ya mingi ilituma vitu vingi vina haribika me <laughs> bado tunaendelea kupambana. Neno moja kwenye kutufuata kwenye TV hizi ambazo zimekuja kusupport. Hapa naona Serge Media zimekujapa naonanaona pia Uvira News, Uvira News TV ambayo nashabikia sana. Mimi ni mshabiki wa Uvira News TV. Yeah. Yeah, na imeshowa ni support sana, acha niseme nashukuru tena na wazidi kupambana bila media tuwezi kuwa yeah. Sana tusitie pesa mbele yeah. Sababu media naweza nikanipandisha kesho na kuwa milionari, alafu mimi sasa ndo nakuja kupandisha media yeah. Kumbe tusaidiane, naweza kuwa sina kitu, lakini kama na toa mwaliko muje mkamate information. Generation de generation watakuwa na besoin ya, ya, ya ma information, watakuwa na besoin ya vitu ambavyo vinapitikana kwa sasa na asante sana ndugu wapenzi wa watazamaji wa Uvira News TV pia na Sage Media ambao tumekuja kusupport event hii ya mwanamke tunaweza wanawake wanaweza e, ulikuwa nasi mwanzo hadi mwisho hii ya event hii ambapo tunafikia hapa. Niite Abubakar Kashindi Kamwanya macho paka hazeki. Muhuni nilizaliwa jingo tano jipange kwa mbinu hili kuweza kunidhibiti watoto wa mjini wenye pumzi ndogo wananitaga A O G. Basi, makamera mali ambao mmefanyia kazi kubwa sana. Kuna Jafa pamoja na Majaga Yope ambao wamefanya mpaka kuweza events hii kuweza kuwa jinsi mlivyoiona, richancouleur uh, i e, na son ambayo yenyeko kali sana. Usisahau kushare kulike, pia kusubscribe channel hizi, ili mradi uweze kupata kila notification ya kazi wanazoendelea kuzifanya. Asante, unatazama Uvira News TV. Asante.